Alhamdulillah, ili ndo hilo shimo la Bamburi, na ni kubwa, sio shimo dogo, ni kubwa. Na ile ukuta ndo liuangukia hapa. Kuna shughuli shughuli, lazima ifanywe, tusaidie au, au mwili Alhamdulillah. Ukuta ni mwingi hata hapa pia kulikuwa kuna ukuta hapo. Sasa hapo umeenda. Alhamdulillah. Kuna watu pale ndani. Kuna watu pale. Kuna mpaka watu wa fibao huko. Pale mbele kuna mtu mmoja hapa anaitwa Dula.

Nini, Oana, iti cho, jama. Iti cho, sato, Sonale, raha iliyokuwa na mashabiki wa Manchester United walioenda kuangalia mpira kwa moja ya banda la kale la zamani sana ambalo watu wengi na vijana kutokea sehemu za Mombasa Bamburi mwisho kule kabisa kama wanavyokuita wenyewe walimiminika kwenye banda fulani pale ili kuangalia mtanange wa mpira wa Manchester United vs Wolves ambao unaendelea niposa katikati kabla ule mpira uishe, stima ama nyaya ya moto wa stima uliweza kukatika. Hivyo basi kukawa na giza, ambapo watu wengi walingang'ania kutoka kwa ule mlango uliokuwa onekana ni mdogo sana, na vile ambavyo watu walikuwa wanamiminika na, na kungang'ania kutoka nje, ndio pale ambapo ilikuwa ni mbele hapo kulikuwa kuna kama shimo ambalo lilikuwa la maji taka, ambapo liliweza kuporomoka na watu takriban wanne kwa wakati ule wakajulikana wameingia pale ndani, kiukweli watu walianza kushtuka na kutuma habari kote ndani ya Mombasa ili waweze kupata usaidizi kwa usiku ule, lakini isingekuwa uwezekano wala isingewezekana. Ikabidi watu waje kwa ule usiku na watu wa fire ambao walikuwa wanashughulika kabisa kuopoa miili ya mikazeo ya kuopoa miili, walikuja na kusema kwamba watasubiria mpaka kesho yake ili waweze kuokoa hiyo miili, kwa sababu hakuna vyenye miili ambayo imeingia pale ndani inaweza kuwa na uhai mpaka sahi ikitarajiwa ya kwamba ni shimo ambalo lilikuwa ni refu na ni shimo lenye limebeba mataka pamoja na uchafu ndani yake, ndivyo ikabidi mpaka the following day asubuhi, magari zima moto pamoja na magari ya kunyonya maji ambayo ni machafu, pamoja na watu wengi sana wakamiminika ndani ya Bamburi mwisho pale, kwa kazi ya maombi pamoja na kuokoa ile mili iliyopokuwa pale ndani, ili waende kuistiri. Ndipo wakaja wakagundua ya kwamba siyo mili minne kama walivyokuwa wanatarajia ni miili miwili ambayo tu pekee iko pale ndani. Kiukweli watu baadhi kadha wa kadha wa serikali za kaunti waliweza kumiminika na kushuhudia jambo hili, pamoja na wakazi wengi sana waliotamoishishwa na jambo kama hili, waliweza kumiminika pale kurekod mavideo na kuchukua ushahidi, na vilevile vile pia kuweka dua zao, ili familia zao, watu ambao walikuwa wanalia kwa kuwapoteza wapenzi wao, ambao ni wapambanaji kama tulivyokuwa tunaambiwa, mmoja wawa watu wawili ambao kwa pale ndani alikuwa ni kondakta, yani yule mpiga debe ya magari, na alikuwa ametumbuika hapo ndani ya shimo. Kiukweli ni majonzi na kiukweli ni kisa ambacho hakuna mtu yoyote ambaye alikitarajia wakati wowote wa ule. Kiukweli nyumba zilikuja zikavunjwa ili kutengenezwe barabara gari ziiye pale ndani ili watu ambao kwa pale ndani waweze kuopolewa. Kiukweli utaona wazi kabisa, hapa kuna kitu ambacho kilikuwa kinakosekana ama kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ambapo seri serikali haikuchukulia maanani hapo awali, ama serikali haikuwa imegundua ki, kama kile kinawezekana kikawa kiko maskani kama pale kama hivi tunavyoongea. Uh, ukiona ni wazi kabisa kwamba ili shimo ni shimo ambalo lilikuwa ni shimo la hatari, lakini limewekwa mahali ama limechimbiwa mahali ambapo watu wanamiminika ama usanyiko wa watu unamiminika kuenda kushuhudia mpira, ambapo siku zote tunajua kwamba vijana endapo wanaangalia mpira kama huu huwa wanajazana kwa wingi mahali pamoja. Hakuna venye kwamba shimo la taka kama hili ambalo lina kina kirefu kama hichi itaweza kuwekwa ndani ya banda ambalo ni banda la kuangalilia mpira, yani it's a hole like a hole, ambayo ni zile ambazo ni za mtaani tunasema. Ndio maana tunayaita mabanda, kwa sababu yamejengwa tu na mabati na akaekelewa viti tu kachara, ili mradi mtu aweze kujistiri kutoka kwenye mvua, aketi pale naye. So automatical, unaona wazi kabisa ya kwamba isingekuwa leo, lakini ipo siku ambayo lazima ili shimo lingekuja li kaporomoka na watu labda wangeingia wengi zaidi kuliko wale wawili ambao tunatarajia, ama wale wawili ambao inasemekana wako pale ndani. Kiukweli nafikiri kuna kitu ambacho mtu fulani anafaa abebe lawama, sijui kama ni yule mwenye banda ambaye anahusika wazi, ama ni serikali ya kaunti kukataza ama kunyima watu wakae mahali kama pale, ama tutawekea lawama wale ambao walikuwa wanajua wazi kabisa lile banda siyo salama, lakini walikuwa wana lazima ya kwamba waende wakaangalie mpira mahali ambapo sio salama kwao. Lakini nimekwekea comment section hapo, uwanja ni wako, uniambie ni wapi ambapo lawama zinafaa ziende, lawama zipewe na lawama ziekewe naye. Kiukweli tunasema kwamba kulu nafsi kulunafsi amaute, ambapo watu au vijana waliweza kuporomoka pale katika lile shimo baada ya wakiwa pale wakitazama mpira. Kuna baadhi hapa ya mkaazi ambao kwamba atatuelezea hali ilivyokuwa na kwa sasa inaendeleaje baada ya watu kuja kushughulikia hapa okay. mimi amri matata ndio hiyo hali iliyotokea jana siku siku, karibu nilipitia tu, nilipitia kuangalia, lakini sikujua ni wakina nani walikuja ndani, na hatukujua kama ni watu wangapi waliingia pale ndani pale. Sio sasa kitu niwata kufahamu, sio tufahamu pia sisi hapa ili tujue ni ni ndani ndani pale sana, lakini mimi kama mkazi, ulisema unapita, nilikuwa napita nilipita nikapita nikapata ile kitu sawa kabisa, shona watu ya nyumbani, alafu nikarejea China baadaye. Kuna jirani pale pale nyumbani Ndo akasema basi basi basi pale pale pale pale pale pale pale ulipondoka tu tu kidogo, hiyo hiyo ajali ajali, lakini lakini lakini watu watu walishuka kutoa kutoa, hawakuweza hawakuweza kushuka chini chini, wale wale watoaji, maji yalikuwa ni mengi kufikia wakaenda. Leo leo leo wamekuja kama hivyo, mpenzi mpenzi mtazamaji mtazamaji, ndo mpita njia ambapo kwamba kwamba alikuwa anapita hapo katika ile tukio la jana na kwamba alifanya kusikia wameweza kuporomoka kwa, bado natizama ni tuko katika hiyo shughuli ambayo kwamba inaendelea hivi sasa na ni nini imepelekea mpaka hiyo kitu kubomoka, kai ya kuporomokea. Ikitu ni ya miaka mingi long fucking time ago. Ikitu ni shimo refu imekaa miaka mingi sana, na shimo atumiki nyumba moja natumika na nyumba saba saba, hizo nyumba saba hizo, sijui nyumba gani na gani, wana Mombasa katika kuuliza tu hawa wanaokuja kuokolewa ama kutolewa hapa ni waferi ya Mtongwe ndo nzama ama ni watu wawili tu, watatu ambao wako hapo mpaka sasa hawajatolewa. Mpaka sasa jitihada zaendelea, hajatolewa mtu yoyote mpaka sasa. Mambo ameshindikana, afadhali alete Kenya Navy hapa ya. maana yake mwanzo anasema shimo limejaa maji limejaa maji sasa wana, wanapunguza maji, wananyonya maji mwanzo ndio wapate kuwapata hao watu. Mimi naona fadhali hata wangeleta wangeleta Kenya Navy, angalau faya brigade zimechemsha hizi faya zimechemsha, sijui waoga kuzamia ama hawana equipment za kutosha lakini hali ya mtafaruku iko vilevile bado. Hakuna mpaka sasa mmoja yoyote aliyetolewa. Familia za wapendwa wao wako hapo, wanasubiria kuangalia kama watapata angalau wakiwa wako hai, lakini matumaini ni machache sana. Tuombee Mungu familia za waliopotelea na wapenzi wao wa. Amina. Ah, tukwa maeneo kidogo nitasema pole kwa watu wa Bamburi. Ay, ili ni janga letu sote, hasa mimi kama mama, mimi mama Kizimkazi, si etu orijinal nishamaliza. Natoa rambirambi zangu kwa familia yangu ya Bamburi, poleni sana Yani, tuna uchungu, si eti tuna raha. Huu ni uchungu. Sasa tutabomoa, tutabomoa hiyo hapiba mpaka tupate watu wetu. Ah, nimeenda.